Ni maandamano ya watumishi wa umma na sekta binafsi katika sikukuu ya wafanyakazi maarufu kama Mei Mosi yaliyopambwa na mabango yenye ujumbe wa kila aina yakiingia katika uwanja wa chuo kikuu cha ushirika na biashara Moshi na kupokelewa na Rais Dr. John Pombe Magufuli. Dr Yahaya Msigwa ni katibu mkuu wa shirikisho la vyama huru vya, vya wafanyakazi Tanzania, anatoa taarifa ya watumishi iliyosheheni mambo yaliyofanywa na serikali katika kutatua kero za watumishi pamoja na changamoto wa zinazowakabili wananchi nchi. Watu wanapofika mahali kuachishwa ku, ku, ku, kazi kungoja mpaka watimize miaka 55 au 60 ni, kwa sababu moja au nyingine inakuwa vigumu sana. Usalama mahala pa kazi linazungumziwaje katika siku hii muhimu? Jenista Mhagama ni waziri wa sera, bunge, kazi, vijana, ajira na walemavu. Tutaendelea kusimamia vizuri sheria ya ajira na mahusiano kazini namba sita ya mwaka elfu mbili na nne, sheria ya taasisi za kazi namba saba ya mwaka elfu mbili na nne. Baada ya kupata taarifa zinazohusu maslahi ya watumishi na waajiri, Rais Magufuli akatoa tamko la serikali kwa waajiri wote. Mnavyofahamu ndugu zangu Suala hili la ucheleweshaji kwa kiwango kikubwa lilikuwa linasababishwa na waajiri kushindwa au kuchelewa kuwasilisha michango ya wafanyakazi wao, na mmoja wa waajiri, na mimi lazima niseme ukweli, aliyekuwa anachelewesha ni pamoja na serikali. Tumejirekebisha, tumetubu. Rais pia amewaonya watumishi ambao wamekuwa wakidanganya umri wa kustafu ili waendelee kufanya kazi kwa muda mrefu. Hao hewa nao umewapandisha, wakugushi nao umewapandisha. Ndio maana nilitaka nisafishe kwanza nyumba, na mwelekeo sasa ni mzuri ili nitakapopandisha mishahara Nipandisha kwa watumishi kweli na wafanyakazi. Sherehe za Mei Mosi zilizofanyika mkoani Kilimanjaro pia zimehudhuriwa na Makamu wa Rais Samia Suluhu Hassan, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, Spika wa Bunge Job Ndugai pamoja na viongozi wa chama na serikali, ambapo kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu inasema: uchumi wa viwanda huzingatie kulinda haki, maslahi na heshima ya mfanyakazi.